Kwa mujibu wa mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo, Kaja Kallas, taarifa za uhakika kuwa kuna idadi kubwa ya watu waliouawa wakiwemo mamia ya majeruhi zinagusa kila mmoja, akizitaka mamlaka kulinda haki na uhai wa raia wake. Kallas amesema umoja huo unaguswa na vurugu zinazoendelea kuzimwa kwa huduma ya mtandao pamoja na taarifa za kufanyika kwa udanganyifu wakati wa uchaguzi kwenye baadhi ya maeneo. Aidha, ameongeza kuwa kukosekana kwa uwanja sawa kabla na wakati wa uchaguzi, vitisho, kukamatwa kwa wapinzani na kutoweka kwa ukosoaji wa serikali kunaibua maswali ya msingi kuhusu uchaguzi uliofanyika Oktoba tarehe 29. Kauli ya Umoja wa Ulaya ni kama ile iliyotolewa na Jumuiya ya Madola pamoja na jumuiya za kikanda ambapo wote wameeleza kuguswa na kinachoendelea kuripotiwa kutoka Tanzania baada ya uchaguzi. Haya yanajiri wakati huu serikali ikikanusha polisi kutumia nguvu dhidi wa ya waandamanaji licha ya mashirika ya kutetea haki za binadamu na upinzani kudai kuwa watu zaidi ya 700 wameuawa hadi sasa. Akizungumza kwa mara ya kwanza siku ya Jumamosi baada ya kukabidhiwa cheti cha ushindi wa uchaguzi huo kwa asilimia 98, ya kura zote rais Samia alisisitiza kuwa vyombo vya usalama vitatumia mbinu zote kuzuia vurugu, akiwataja wanaoandamana kama watu wasio wazalendo kwa taifa.